Upweke ni hali ya kukosa muunganiko mzuri wa kihisia. Mara nyingi upweke unasababishwa na mambo mbalimbali mbali kwenye maisha yetu. E, wakati mwingine tunapatwa na hali za upweke kwa sababu ya kupoteza watu wetu wa karibu. Lakini wakati mwingine kutokana na changamoto mbalimbali mbali ambazo tunakabiliana nazo kwenye maisha yetu kuna muda zinatupelekea tuisi hali ya upweke. Sasa unaweza ukajiuliza ufanye nini ili uweze kukabiliana na hii hali ya upweke? Jibu ni rahisi tu. E, namna pekee ya kuweza kukabiliana na changamoto ya upweke ni kuhakikisha unatambua kwamba wewe sio mtu wa kwanza kupitia hali hii. E, watu wengi kwenye maisha yao wanapitia changamoto hii ya upweke kutokana na mambo mbalimbali mbali ambayo wanakutana nayo. Kwa hiyo tambua tu kwamba wewe sio mtu wa kwanza, hivyo basi unaweza pia ukakabiliana na hii hali ya upweke kama watu wengine wakutana na hii changamoto , lakini mwisho wa siku wanaweza kuvuka, manake hata wewe bado unaweza ukatumia njia hizo hizo zikakusaidia na wewe uweze kukabiliana na hali ya upweke. Kwa hiyo tambua tu kwamba wewe sio mtu wa kwanza kupatwa na nini, kupatwa na hii changamoto ya upweke. Lakini jambo la pili ambalo linaweza kukusaidia ili uweze kukabiliana na changamoto ya upweke ni kuhakikisha unajichanganya na watu ehe. <laughs> wakati mwingine kukaa peke yako haiwezi kukusaidia kutatua matatizo ulionayo. Hivyo basi jitahidi kujichanganya na watu, ili uweze kukabiliana na nini, kukabiliana na hiyo hali ya upweke. Kumbuka unapokutana na kundi la watu wa aina tofauti tofauti, kuna namna mtabadilishana idea, kuna namna mtabadilishana mawazo, na mawazo haya yatakuondoa sasa kwenye ile hali ya unyonge, na mwisho wa siku sasa utaweza kukabiliana na hii changamoto ya upweke. Jambo la tatu na la msingi sana ambalo linaweza ikakusaidia ili uweze kukabiliana na hali ya upweke ni kuhakikisha unatengeneza mazingira au unajitengenezea hali ya kujiamini. Kumbuka uwezo wa kujiamini unaanzia ndani mwetu. Eh, kama ndani mwako utatengeneza ile taswira ya wewe kujiamini na kujiona ni mtu mwenye thamani, kuna namna itakuinua kihisia na kukuongezea morali, na mwisho wa siku hii hali ya upweke itafanyaje? Itakuondoka. Jambo lingine ambalo ni la msingi sana na linaweza likakusaidia uweze kukabiliana na hali ya upweke ni kuhakikisha unatafuta vitu ambavyo vinakupa furaha. Jaribu kuchunguza katika maisha yako ni vitu gani ambavyo huwa ukivifanya vinakusaidia kukaa kwenye hali ya furaha. Sasa elekeza nguvu zako kwenye hivyo vitu ili sasa uweze kuondokana na hali ya upweke. E, kuna baadhi ya watu wanapokumbana na hali ya upweke wanatumia muziki kuna ni kujiondoa kwenye hiyo hali, lakini pia kuna watu wanatizama movie, kuna watu wanasoma vitabu, kuna watu wanafanya matembezi. Hizi zote ni njia ambazo zinaweza zikakusaidia ili uweze kukabiliana na hali ya upweke. Jambo lingine ambalo linaweza ikakusaidia ili uweze kukabiliana na changamoto ya upweke ni kuhakikisha unajiweka bize. Ehe, hakikisha kwenye mazingira ambayo unaishi usikae ukibweteka. Ehe, jaribu kujishughulisha hata kwa shughuli ndogo ndogo. Shughuli hizi ndogo ndogo kwa namna fulani zitakusaidia kuondokana na ile hali ya upweke. Unapojiweka bize hata zile fikra za kujihisi mnyonge au mtu ambaye umepoteza maana kwenye maisha yako zinaanza kuondoka. Hivyo basi, jitahidi sana kujiweka bize hasa unapohisi umekumbwa na hii hali ya upweke. Jambo la mwisho na la msingi sana ambalo linaweza kukusaidia ili uweze kukabiliana na hali ya upweke ni kuhakikisha unajifunza kutawala hisia zako. Eh, kutawala hisia zako maana yake ni ile hali ya kuwa na ukomavu wa kihisia ehe. Maanake kama kuna jambo ambalo limekutatiza kwenye maisha yako, badala ya kujiweka katika hali ya unyonge, katika hali ya upweke, basi unajitahidi kuzitawala zile hisia zako ehe. Kuna muda tunavurugwa kwenye maisha yetu kiasi kwamba tunaingiwa na mawazo hasi aise ya kujidhuru au kujifanyia mambo mabaya. Hivyo basi ili uweze kukabiliana na haya mawazo hasi, hakikisha unajifunza kutawala zile hisia zako. Usiruhusu hisia zako zikupeleke kwenye kufanya mambo ambayo yatakudhuru kwenye maisha yako. Ukijifunza kutawala hisia zako, taratibu utakuwa una uwezo wa kukabiliana na hali yoyote ambayo inakukabili au inakusumbua kwenye maisha yako. Baada ya kusema hayo, Asante kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Steven Matongo, na nikutakie wakati mwema.